Lakini katika huu mnada wa leo ambao ni wa nne kama mlivyoona, tuko na tani elfu arobaini na katika tani elfu arobaini tani zaidi ya 35000 zimeuzwa, tumebakisha tani elfu tano ambao ukiangalia kiasilimia ni kama asilimia themanini na nane ya mzigo wote umeuzwa. Sasa mwaka huu kidogo umekuwa mzigo uliokuja mnadani kwa mara moja ni mkubwa sana, lakini pia imeonyesha kwamba uwezo wa soko kuweza kuhimili mzigo mkubwa kwa sababu kihistoria haijawahi kuuzwa tani elfu eh, arobaini katika minada yote ile, hata huko tulikotoka katika vyama vingine, hata taneko haijawahi kuuzwa tani elfu ishirini na sita wala watu wa runali hawajauzwa tani elfu ishirini Lakini tunashukuru Mungu, mizigo yaenda sokoni kwa sehemu kubwa imenunuliwa, na tunaona baada ya hiyo wiki ya kwanza ambayo mzigo ulikuwa mkubwa sana ambao kwa sehemu kubwa umetoka. Tunategemea hali kuwa nzuri minada inayofuatia, kwa maana tutakuwa ule mzigo wa wastani ambao tunahakika kwamba wanunuzi watoa bei nzuri, lakini pia tunaelewa kwamba wanunuzi wengi walikuwa wanajivutavuta kuja, lakini sasa hivi tunategemea wataanza kuwasili, baada hali kutengamaa na kuweza kushiriki minada. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu tuna matumaini makubwa sana kwamba hali itakuwa nzuri na wakulima wataweza kupata zile bei zenye ushindani ili waweze kupata mapato kulingana na jasho lao. Ni wa, ni, ni wa rai warai wakulima tuendelee kukusanya korosho zenye ubora ili tuzidi kuuza uh, korosho zetu kwenye minada inayofuata. Lakini uh, jambo jingine ambayo nataka niwaambie watu wa ushirika sasa, kwa maana makatibu tayari, kuna korosho zimeuzwa tani elfu thelathini na tano. Imani yangu sasa mtaenda kuchakata malipo kwa wakati. Uh, wakati huu tunasubiri wanunuzi uh, kulipa fedha. Na rai yangu kwa chama kikuu pia niepikeji, leo hakuna kulala, invoice itoke leo leo.